Kama wewe ni mwanafunzi au mtunzi wa vitabu, video hii ni kwa ajili yako. Leo tutaangalia kwa nini uchague Mendeley, au ni jinsi gani Mendeley linavyoweza kukurahisishia kazi ya kudhibiti marejeo. Kwanza tukianza na changamoto za wanafunzi kuandika marejeo kwa mkono, jamani ni kazi. Mfano, chukulia hapa unaenda sehemu ya reference Uh, bibliography, insert citation, uta kliki insert citation, uta add new source. Hebu imagine uanze kuandika jina la author, uwejiti, title ya eh, inachukua muda mrefu hiyo kazi. Kwa hiyo ukiwa na Mendeley inaku, inakurahisishia kwa kuongeza citation na kutengeneza orodha ya marejeo kwa urahisi. Kwa hiyo ukiwa na Mendeley kama hapa tayari una marejeo yako na unaweza ku insert uh, Mendeley au ku insert reference yako kwa urahisi. Na kwa watunzi wa vitabu, waandishi wa vitabu wanaweza kutumia Mendeley kuweka marejeo sahihi pia kama kwa wanafunzi, lakini kuandaa bibliografi na kuokoa muda wa kuandika hii bibliografi. Kama hii uta- uta insert utaweza kuiandika manyo ni kazi ngumu, kwa hiyo ukiona na, na Mendeley desktop ni rahisi na la, kwa watafiti ili kufanya utafiti kwa ufanisi. Tumia Mendeley kuhifadhi makala muhimu, kupanga foda. Tumia Mendeley kwa, kwa, kupanga foda zako sawa, kutumia vyanzo kama groups na na unaweza pia kutumia notes kuandika maoni yako unaweza kuandika notes kwa, kwa ajili ya kuandika maoni yako kuhusiana na hiyo reference yako au kitabu hao. Ni kwa hiyo ni kwa ajili ya watafiti. Kwa hivyo pia unaweza kushirikishana na wenzie ukiwa, ukiwa unatumia Mendeley, unaweza kutengeneza groups ba, kwa ku create groups unaweza kushare na wenzio articles ha, ambazo kwenye hizo articles Uh, mkadiskasi na kufanya marejeo wote kwa usahihi. Kwa hiyo mnaweza kutuma vyanzo huko, kila mtu ha akatuma chanzo, mkajadili afu na kujifunza kwa, kwa pamoja. Hii ni kwa ajili kwa ajili ya wanafunzi pia waandishi. So ili uweze kufanikiwa, hizi ni mbinu tano za kufan za mafanikio na kutumia Mendeley. Kwanza tumia muda wa kupanga marejeo mapema panga marejeo yako mapema, lakini hakikisha kila chanzo, kila chanzo kina taarifa kamili, na tengeneza mfumo wako binafsi wa kupanga foda. Kwa hizo ni mbinu za mafanikio unazo unapoanza kutumia Mendeley desktop, au ni mbinu za kufanikiwa kwenye ili uweze kutumia uh, Mendeley desktop. So Mendeley ni msaada mkubwa kwa wanafunzi na waandishi lakini pia watafiti. Jifunze zaidi katika video yetu ya mwisho. Kwa nini ucha ucha uh, uchague Mendeley na sio njia za kawaida? Utane kwenye video ijayo.